Kitabu cha Isaya sura 39 na 40. Naam kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri, kipindi chetu murua, kipindi chetu kisafi kabisa cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Ni moja ya vipindi vinavyokusaidia uweze kuwa na motisha na ile hali ya usomaji wa Biblia kila siku ili uweze kusoma Biblia nzima na kuimaliza. Ninaomba tu nikuulize swali. Je, yeah. umewahi kusoma Biblia nzima na kumaliza? Kama hujawahi, mbona kila siku unakula chakula unamaliza? Mtu wa Mungu, neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Hivyo basi hakikisha unasoma kila wakati. Tembelea ukurasa wetu wa YouTube na ile channel yetu pia Facebook. Kwa upande wa YouTube na Facebook tunajulikana kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile huko utakuwa unakutana na vitabu vyote vya Biblia kwa njia ya sauti na utapata wasa mzuri zaidi wa kusoma. Tusali kwa jina la Baba la Mwana wa Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru kwa kutupa chakula cha uzima ambacho ni neno lako. Ama hakika wewe ni mana, wewe ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, nasi tunakukula wewe kwa njia ya kusoma neno lako na tunakunywa kinywaji cha Roho ambacho ni damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, tuwezeshe kuelewa ili tutembee kwenye nuru ya mwanga katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Watu wa Mungu, tunasoma kitabu cha Isaya sura ya 39 na ya arobaini. Naam, tuungane sasa tu na ndugu zetu wa Wedi Project, nami naitwa Mwalimu Petro, mlango wa 39. Wakati huo Merodaki Baladani mwana Baladani wa Baladani mfalme wa Babeli alipeleka barua na zawadi kwa Hezekia kwa maana amepata habari kwamba amekuwa hawezi, na kwamba amepona. Hezekia akawafurahia akawaonyesha nyumba yake yenye vitu vyake vya thamani, fedha na dhahabu na manukato na marhamu ya thamani, na nyumba yote yenye silaha zake za vita na vitu vyote vilivyoonekana katika hazina zake. Hapakuwa na kitu nyumbani mwake wala katika ufalme wake asichowaonyesha. Ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia akamwambia Watu hawa walisema nini? Nao wametoka wapi kuja kwako? Hezekia akasema, wametoka katika nchi iliyo mbali, wakaja kwangu toka Babeli. Ndipo akasema, wameona nini katika nyumba yako? Hezekia akajibu, wameona vitu vyote vilivyomo nyumbani mwangu, hapana kitu katika hazina zangu nisichowaonyesha. Ndipo Isaya akamwambia Hezekia, basi lisikie neno la Bwana wa majeshi, tazama siku zinakuja ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo, vitachukuliwa mpaka Babeli. Hapana kitu chochote kitakachosalia, asema Bwana. Na baadhi ya wanawako utakaowazaa watakaotoka kwako, watawachukulia mbali, nao watakuwa matoashi katika jumba la mfalme wa Babeli. Ndipo Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana ulilolinena ni jema. Tena akamwambia maana itakuwapo amani na kweli katika siku zangu mimi. Mlango wa arobaini Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa, na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Sikiliza, ni sauti ya mtu asemaye lia. Nikasema, nilie nini? Wote wenye mwili ni majani na wema wake wote ni kama ua la kondeni. Majani yakauka ua la nyauka, kwa sababu pumzi ya Bwana yapita juu yake. Yakini watu hawa ni majani. Majani yakauka ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Wewe uuhubirie Sayuni habari njema, panda juu ya mlima mrefu; wewe uuhubirie Yerusalemu habari njema. Paza sauti kwa nguvu, paza sauti yako, usiogope. Iambie miji ya Yuda, Tazameni Mungu wenu. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndiye utakaomtawalia. Tazameni, thawabu yake i pamoja naye na ijara yake i mbele zake. Atalilisha kundi lake kama mchungaji, atawakusanya wanakondoo mikononi mwake na kuwachukua kifuani mwake nao wanyonyeshao wa atawaongoza polepole. Ni nani aliyeyapima maji kwa konzi ya mkono wake, na kuzikadiri mbingu kwa shubiri, na kuyashika mavumbi ya dunia katika pishi, na kuipima milima kwa uzani, na vilima kama kwa mizani? Ni nani aliyemwongoza roho ya Bwana na kumfundisha kwa kuwa mshauri wake? alifanya shauri na nani? Ni nani aliyemwelimisha na kumfunza njia ya hukumu, na kumfunza maarifa na kumwonyesha njia ya fahamu. Tazama, mataifa ni kama tone la maji katika ndoo, huhesabiwa kama mavumbi membamba katika mizani. Tazama, yeye huvinyanyua visiwa kama ni kitu kidogo sana. Libanoni nayo hautoshi kwa kuni, wala wanyama wake hawatoshi kwa kafara. Mataifa yote huwa kama sikitu mbele zake, huhesabiwa kwake kuwa duni ya sikitu na ubatili. Basi mtamlinganisha Mungu na nani? au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Sanamu fundi mmoja huiyeyusha, na mfua dhahabu huifunika dhahabu, huifulia mikufu ya fedha. Yeye aliye masikini sana hata hawezi kutoa sadaka ya namna hii huchagua mti usiooza, hujitafutia fundi mstadi wa kusimamisha sanamu ya kuchonga isiyoweza kutikisika. Je, hamkujua? hamkusikia Hamkuambiwa tokea mwanzo? Hamkufahamu tangu kuwekwa misingi ya dunia? Yeye ndiye anayeketi juu ya duara ya dunia, na hao wanaokaa ndani yake huwa kama panzi; yeye ndiye azitandazaye mbingu kama pazia, na kuzikunjua kama hema ya kukaliwa; ndiye awatanguaye wakuu na kuwabatilisha waamuzi wa dunia. Naam, hawakupandwa, hawakutiwa katika ardhi kama mbegu; naam shina lao halikutia mizizi katika ardhi tena, awapuzia tu, wakanyauka; upepo wa kisulisuli wawaondoa kama mabua makavu. Mtanifananisha na nani basi, nipate kuwa sawa naye? Asema yeye aliye Mtakatifu. Inueni macho yenu mkaone, ni nani aliyeziumba hizi aletaye nje jeshi lao kwa hesabu? Aziita zote kwa majina, kwa ukuu wa uweza wake na kwa kuwa yeye ni hodari kwa nguvu zake, hapana moja isiyokuwapo mahali pake. Mbona unasema, e Yakobo, mbona unanena, e Israeli, njia yangu imefichwa Bwana asiione, na hukumu yangu imempita Mungu wangu asiangalie? Je, wewe hukujua? Hukusikia? yeye Mungu wa milele, Bwana muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao humwongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na waume vijana wataanguka; bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia.